Maandiko yanasema Mungu hajawahi kufanya agano na wamataifa. Mungu amefanya agano na Waisraeli peke yao. Alifanya agano la kale na Waisraeli na alifanya agano jipya na Waisraeli. Hakuwahi kufanya agano na wamataifa, yani gentiles, au heathens au wapagani maana gentiles au ni wapagani. Hakuwahi kufanya agano na wapagani, na alifanya agano na Waisraeli peke yao. Kwa hiyo ili wa mataifa waokolewe, wanatakiwa kuwa Waisraeli kwanza, wanatakiwa kufanyika kuwa Waisraeli kwanza ndio wapate wokovu. Maana wokovu unapatikana ndani ya agano la Mungu na watu wake, na watu wake aliofanya nao wa agano la kale na jipya ni Waisraeli peke yao. Kwa namna gani wanaweza kufanyika Waisraeli? Tutaona hapa mbele. Njia ya kuokolewa kwa wamataifa ni kuwa Muisraeli. Katika kitabu cha Mwanzo kumi na mbili mstari wa tatu, Mungu alimwambia Ibrahimu, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa jamaa zote wa dunia ndio wa mataifa, yani mataifa yote duniani wangebarikiwa wa kupitia Ibrahimu. Ina maana ahadi ambayo alipewa Ibrahimu, wa mataifa wengine pia wangebarikiwa wa kupitia hiyo ahadi. Ina maana uokovu kwa njia ya imani ambao uliahidiwa kwa Ibrahimu wangeushiriki wa pia wa mataifa wote, na ina maana ya kwamba wa mataifa wote wangetakiwa wa kushiriki wale ambao walikuwa wa kwanza kushiriki hii ahadi ni wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya mwili, yaani Waisraeli wenyewe. Kwa hiyo sasa, wale wengine wote ambao, ambao ni wa mataifa walitakiwa washiriki huo uokovu kwa kushiriki agano la Mungu na Waisraeli. Nje na hapo isingewezekana. Mungu aliahidi kuwaleta wa mataifa washiriki agano na Israeli akisema katika Isaya 56 mstari wa tatu na wa nane. Mstari wa tatu hadi wa nane nasema, wala mgeni aambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika yake Bwana atanitenga na watu wake, wala toashi asiseme mimi ni mti mkavu, kwa maana Bwana awaambia hivi, matoashi wanaozishika sabato zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kulishika a, sana agano langu, nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu, kumbukumbu ya jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti, nitawapa jina lidumulo milele, lisilo katiliwa mbali. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu, na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake, kila aishikae sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu. Bwana anasema, Mungu anasema angewaleta hao wageni hao wageni wanaotajwa katika hii Isaya ni wa mataifa, yani nje na Israeli. Anasema hao mataifa angewaleta katika mlima mlima mtakatifu mtakatifu. Katika agano la kale, mlima mtakatifu ulikuwa unajulikana kama Israeli au Yerusalemu. Kwa hiyo angewaleta katika Yerusalemu ili washiriki wa lile agano ambalo amefanya na Israeli. Hakusema atawafuata huko akafanya nao agano, bali atawaleta ili waje washiriki ile agano, na anasema kwamba na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala makafala yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Bwana Mungu akusanyaye wa waliofukuzwa katika Israeli asema, pamoja na hayo nitamkusanyia na wengine zaidi ya hao walio wake waliokusanywa. Kwa hiyo unabii hapo huu wa Isaya ulikuwa unatabiri juu ya agano jipya ambalo Mungu angelifanya na Israeli, angewashirikisha wamataifa pia ambao wanatajwa kuwa wageni. Katika Israeli ya zamani kulikuwepo na wamataifa wengi tu ambao walikuwa wamefanyika kuwa Waisraeli by adoption, yani by adoption sio kwa kuzaliwa. Kulikuwepo na watumwa wa Waisraeli wa, wa, wa, wa ambao nao wali walikuwa wanashiriki ibada na taratibu za kidini nyingi ambazo walikuwa wanazifanya Waisraeli. Kwa hiyo walishiriki mibaraka kwa namna hiyo. Hawa wamataifa wa kimwili ambao walishiriki na Israeli ya kimwili katika e, agano ambalo Mungu alilifanya na Waisraeli walikuwa utangulizi ama picha ama taswira ya namna gani ambavyo wamataifa tena wangeshirikishwa agano jipya ambalo angelifanya na Waisraeli hao hao. Yesu katika utumishi wake alionyesha jinsi gani akina nani ambao aliwafuata hapa duniani kuja kuwaokoa, ama alionyesha jinsi gani alikuja kufanya agano jipya na Waisraeli, si wa mataifa ama wapagani. Anasema hivi katika Mathayo 15:24 akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, waliopotea kwanza, ni Waisraeli wenyewe ama Wayahudi ambao wamepotea kiroho Ja, wa pili ni Waisraeli wa kimwili ambao wamepotea kimwili na kiroho. Hao sasa utawakuta umo wa Samaria ambao hapo walikuwa wame, wamechukuliwa na ibada ya sanamu, lakini pia kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea wengine ndio wa mataifa wote ambao wako nje na Israeli. Hao ni kondoo wa iz, nyumba ya Israeli waliopotea wao ni Waisraeli wanatakiwa kuwa Waisraeli lakini wamepotea kwa sababu wako nje na agano ambalo Mungu amelifanya na Waisraeli. Kwa hiyo kushiriki lile agano la Mungu na Israeli moja kwa moja, mtu anafanyika kuwa Mwisraeli kwa namna ya kiroho Ma, kwa sababu msingi wa Israeli u katika kiroho, si kimwili. Hii ilionyesha kwamba maneno haya Yesu ilionyesha kipaumbele chake ni kwa Waisraeli na hao ndio alikuja kufanya nao agano jipya. Na sasa baada ya kufanya agano jipya na Waisraeli, alisema katika Yohana kumi mstari wa kumi na sita, na kondoo wengine ni nao, ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Hawa ambao si wazizi, hili zizi alilokuwa analisema ni Israeli. Alitakiwa walete wa mataifa na wengine wote waje washiriki agano jipya alilolifanya na Waisraeli. Tunaendelea kuona kwamba Mungu amefanya agano la kale na Waisraeli, na bado agano jipya amelifanya na Waisraeli, na wote wanaotakiwa wanaotaka kuokolewa wanatakiwa kushiriki hili agano la Mungu na Israeli. Mwisraeli wa kimwili anaweza akapotea kwa kulikataa hili agano. Akilikataa, huyo si Mwisraeli tena, maana tumeona kwamba Mwisraeli asili yake ni rohoni, si mwilini. Kwa hiyo Mwisraeli wa kimwili akilikataa anakuwa amekataa wokovu. Mataifa akilikubali hili agano jipya, anakuwa amefanyika kuwa Mwisraeli kwa imani, na hapo anakuwa tayari kwa ajili ya wokovu. Kwa hiyo Yesu alisema atawaleta kondoo wengine ambao si wa zizi hili, ambao si wa Israeli. Atawaleta wa mataifa waje washiriki agano na Israeli, wafanyike kuwa wa Israeli wake maana watu wake na taifa lake ni wa Israeli. Mtume Paulo eh, alirudia tena maneno hayo akasema walioiamini injili ni matawi mwitu ambayo yamepandikizwa katika shina la mzeituni. Mzeituni ndio taifa la Israeli ambalo eh, Mungu alifanya nalo agano la kale na agano jipya pia. Kwa hiyo wa mataifa walioiamini injili walitajwa kuwa mzeituni mwitu uliopandikizwa maana kwa Israeli kwa, kwa waisraeli kukataa injili, wale ambao walikataa injili walikuwa, walikuwa kama matawi ambayo yalikatwa. Kwa hiyo wa mataifa walioiamini injili wakaletwa, wakapandikizwa katika shina lile lile la Israeli ya zamani. Kwa hiyo wa mataifa wanapata chakula kwa Israeli ile ile ambayo Mungu alifanya nayo agano j... la kale na agano jipya. Walumi 11 mstari wa 17 na hadi 18 anasema, lakini wapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuae shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Hapa wa mataifa wanaambiwa usijisifu juu ya matawi yale yaliyokatwa, kwa hiyo mataifa hana cha kujisifu mbele ya Muisraeli yule wa kimwili, kwa sababu Waisraeli wa kimwili waliokatwa kama matawi kwa sababu ya, ku, ya, wa, ya kile walichokifanya uasi. Mataifa pia vile vile anaweza akakatwa vile vile kwa kufuata njia ile ile ya Waisraeli walioikataa Injili. Kwa hiyo, hapa tunaona jinsi ambavyo wa mataifa wamekuja kufanyika Waisraeli by adoption kwa imani ili washiriki agano ambalo kwalo wataokolewa. Hakuna agano ambalo Mungu amelifanya na wa mataifa na wa mataifa peke yao. Wapo wengi ambao wanasema leo, sijui utunzaji wa sabato ni wa wayahudi ni wa nini, huo ilikuwa agano la wayahudi peke yao. Sasa wanaonesha kwamba kuna agano ambalo wamefanya na Israeli peke yao na lingine amefanya na wamataifa peke yao, kwamba hiki ni cha Waisraeli, hiki ni cha wamataifa. Hicho kitu hakipo kwenye maandiko. Wokovu ni mmoja, kwa Waisraeli wa kimwili ama wa mataifa, wote tunaokolewa kwa kwa kushiriki ile ahadi ambayo Ibrahimu alipewa, kwa kushiriki agano ambalo Mungu alifanya na Waisraeli, agano la kale na agano jipya na wana wa Mungu kwa sasa ni Waisraeli wote kwa njia ya imani, ama Waisraeli wote kwa namna ya kiroho. Katika kitabu cha Warumi tisa mstari wa nana anasema yaani, si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Wanahesabiwa kuwa wanaohesabiwa kuwa wazao wa Israeli ni wale watoto wa Mungu kwa namna ya kiroho, si kimwili. Wapo leo wengi ambao wanasema taifa la Israeli, hilo la mashariki ya kati la kina Netanyahu, Mungu ana kazi nalo maalum, bado ni taifa ambalo liko juu, ni taifa ambalo lina fursa fulani fulani bado, bado Mungu ana kazi nalo maalum juu ama zaidi ya mataifa mengine. Hao watu wanaojidanganya hivyo na kulibariki taifa la Israeli ya mashariki ya kati, hao hawaijui Injili kwa sababu agano jipya E, limewafanya hata wa mataifa kuwa Waisraeli, kuwa taifa teule la Mungu katika agano jipya. Hakuna Mwisraeli wa kimwili ama mwana wa Mungu kwa namna ya kimwili anayetambulika. Kama mwana wa Mungu ama uzao wa Israeli, ni yule ambaye anamwamini Yesu peke yake. Asiyemwamini Yesu, huyo si Mwisraeli, na wote waliomwamini Yesu wanafanyika kuwa taifa takatifu, kuwa wazao wazao wa, wa, wa, wa Israeli. Na katika kitabu kile cha Petro wa kwanza Sura ya pili mstari wa tisa neno la Mungu linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye ya aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ya waliotoka gizani ni akina nani? Ni wa mataifa ambao mwanzo hawakumjua Mungu, sasa wamekuja kushiriki agano jipya ambalo Mungu alilifanya na Israeli ili wapate kumjua Mungu. Wametoka gizani ili waingie nuruni, lakini pia Waisraeli wa kimwili ambao hawakumjua Mungu sawasawa sawa, na wao kwa, ku, kwa kumwamini Yesu wa namjua mungu sawasawa sawa na inavyotakiwa kwa hiyo wote tunakutana katika israeli ile ya kiroho ambayo haina mipaka katika dunia hii halisi kila mmoja wote wanaomwamini yesu hao ndio wanata, wana, wanafanyika kuwa taifa takatifu mzao mteule ukuhani wa kifalme na miliki ya mungu hawa wanao wanaolibariki taifa la Israeli la Mashariki ya Kati kwa sasa, wakisema ni taifa ambalo ukilibariki utabarikiwa, ukifanya hivi utafanya hivi, ni taifa ambalo liko juu ya mataifa mengine. Hao ni watu ambao hawaijui Injili. Maana Injili inaeleza hakuna myunani wala Myahudi, wote mbele za Mungu tu sawa. Na hili andiko la Petro wa kwanza mbili mstari wa tisa linathibitisha hilo. Kwa hiyo tunaendelea kuona kwamba ili uokolewe lazima uwe Mwisraeli kwa namna ya kiroho. Maana Mungu amefanya agano jipya na, na, na Waisraeli na wote wa mataifa wanashirikishwa agano hilo ili waweze kuokolewa, na ukiwa Mwisraeli lazima uwe na wajibu, lazima ushiriki wajibu wa kutii amri za Mungu, kutii sheria za Mungu, sheria ambazo, eh, ambazo zipo ndani ya hili agano, agano jipya. Sheria hizi ndizo amri kumi. Amri kumi za Mungu ni sheria ya maadili na utakatifu isiyobadilika, isiyotegemea kizazi, isiyotegemea agano, isiyotegemea eh, wakati ama kipindi, bali nyakati zote. Ndio sheria inayofunua tabia ya Mungu katika eh, agano hili. Wakati Yesu anaanza kulisimamisha agano hili jipya na Waisraeli, alisema hivi, msizani yakuwa nalikuja kuitangua torati na manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Mateo tano mstari wa kumi na saba. Kwa hiyo Yesu hakuja kutangua amri kumi bali alikuja kuzitimiliza. Swali linakuja, kutimiliza maana yake nini? Kutimiliza maana yake nini? Maana ya kutimiliza ni kuziweka katika hali yake inayotakiwa, kuziweka katika asili yake inayotakiwa. Maana zilikuwa zimepotoshwa, zimetafsiriwa vibaya. Sasa zinatakiwa kutimilizwa ndani ya mwanadamu sasa. Huu ndio ulikuwa wa unabii wa utume wa Yesu wa kutimiliza sheria ya Mungu ndani ya mwanadamu. Katika Yeremia 31 mstari wa 33 hadi 34 nasema, bali agano hili ndio litakalo fanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika nami, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake, na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana kwa maana, watanijua tangu, mtu yake ndugu wote tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Hapa ndipo utume wa Yesu wa kuitimiliza sheria ya Mungu unaelezwa kutimilizwa sheria maana yake nini? Ni kutiwa kwa sheria ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Maana mwanzoni Waisraeli waliangalia wa, wa, wa li, wa wa waliangalia amri za Mungu kwa namna ya kimwili zaidi, walizitafsiri wali sheria za Mungu kwa namna ya kimwili zaidi. Sasa Yesu amekuja kuzitimiliza sheria za Mungu, kuzirudisha katika hali yake ya asili ya kiroho. Maana asili ya Torati ni rohoni kuziandika ndani ya mioyo yetu ili ziwe tabia zetu. Maana sheria lengo lake ni kujenga tabia njema, kumwonyesha mtu tabia njema, kumwonyesha mtu maadili. Sasa maadili hayo mwanzo, wanadamu ama Waisraeli wa zamani walikuwa wanaangalia kama maadili ya nje tu, bali maadili hayo kumbe, na utakatifu naanzia ndani, unatoka nje. sasa kazi ya Yesu Kristo ilikuja, kuwa, ilikuja kufanikisha hilo kukamilisha tabia ya Baba inayofunuliwa katika ile sheria kuitimiliza ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuziweka katika sura yake ya kiroho ili zitimilike ndani ya mwanadamu kwa upana wake. Sura ya tano ya Mathayo ni inaonyesha muhtasari wa jinsi ambavyo Yesu alikuwa anatimiliza sheria ndani ya wanadamu, ama alikuwa na, anaonesha utimilifu wa sheria, alizifafanua sheria. Wao walikuwa wanaziangalia kwa namna ya kimwili tu, sasa akawafunulia jinsi ambavyo sheria ni za rohoni. Amri ambayo alifafanua mojawapo ni ya inayokataza uzinzi, akawaambia uzinzi ni kumtamani tu hata kumtamani tu mwanamke umekwisha kuzini naye. Mwanzoni wao walijua mpaka ukalale naye kabisa kimwili ndo ujua umezini. Kumbe walikuwa wana tafsiri vibaya tabia ya Mungu, walikuwa wana tafsiri vibaya sheria ya Mungu. Sasa kwa utimilifu wa sheria ile, inatakiwa ianzie rohoni. Amri nyingine ambao alielezea ali, ali, ali alieleze, aliifafanua zaidi ni ile ya usiue. Akawaambia hata ukimwonea hasira tu ndugu yako umekwisha kuua huo ndio utimilifu wa sheria ambao Yesu alikuja kuuleta, na zaidi ya hapo, alitakiwa sasa muaiandike ndani ya muumini kwa njia ya imani, na hiyo ndio haki ya Kristo, tabia ya Kristo ndani ya muumini. Kwa hiyo Paulo alion, alirudia tena hayo madai ya kwamba torati asili yake ni ya rohoni. Katika Warumi 7:14 akasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Kwa hiyo Paulo alirudia kwamba torati asili yake ya rohoni, na hilo Yesu alilionyesha kwa namna gani? Torati au amri kumi ni za rohoni asili yake ni rohoni, zinatakiwa zianzie zianzie rohoni kwa sababu imefanyika kuwa tabia ya mtu na kisha zifunuliwe katika maisha yake. Hivyo utume wa Kristo ulikuja, kufu, ulikuja kufanikisha la kutimiliza tabia ya Mungu ndani ya mwanadamu ili mwanadamu awe mkamilifu kama Baba. Ndio maana Yesu alisema katika Mathayo 48 kwamba Mathayo 5:48 alisema, mm, mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo agano jipya lina sheria ndani yake ambazo ndizo amri kumi zisizobadilika zilizokuwepo hata katika agano la kale. Cha kuzingatia ni hiki, hakuna agano ambalo limefanywa na Mungu na wapagani ama Wamataifa. Maagano yote yamefanya na Waisraeli na Wamataifa wameshirikishwa, wameitwa kushiriki lile agano ambalo ndani yake lina, lina sheria. Wakija hawa Wamataifa wakute sheria ndani ya agano, sheria hii ya amri kumi wazikatae, maana yake wamekataa agano la Mungu na watu wake, kwa hivyo wanakuwa wanaukataa wokovu vile vile. Kwa hiyo sasa, Waisraeli mbele za Mungu ni wale ambao wamemwamini Yesu na kushika agano lake la ambalo kwalo wataokolewa. Kwa hiyo ndugu yangu, mwamini Yesu. Ukimwamini Yesu unafanyika kuwa Mwisraeli wa kiroho. Ukiwa Mwisraeli wa kiroho unakuwa na wajibu wa kutii amri za Mungu, kwa njia ya imani unafanyika kuwa taifa teule, unafanyika kuwa mzao mteule, taifa takatifu. Hakuna taifa takatifu la kimwili lililopo duniani leo ambalo lina fursa mbele ya Mungu zaidi ya mataifa mengine. Hawa wanaotukuza taifa la Israeli la mashariki ya kati ni kwamba injili hawajaielewa kabisa. Injili inatuweka sawa, wote tuna fursa sawa za wokovu. Fursa walionayo Waisraeli halisi wa kimwili ndiyo fursa ile ile ambayo mataifa nayo, maana agano limewekwa kama hapo, kila mmoja anaweza akalikubali akalishiriki ama akalikataa. Fursa za kulikubali na za kulikataa zote ni sawa. Kwa hiyo tuchague kushiriki agano hili jipya ambalo ni la kuokolewa kwa damu ya Yesu Kristo na kupokea ile haki yake ambayo kwa hiyo tutaokolewa. Kabla mwisho wa dunia haujaja, tumwamini Yesu ili tupate kuokolewa. Maana si mbali Yesu atakuja mara ya pili kuja kuchukua wote walioshiriki agano hili, waliloshiriki agano, agano lake, Waisraeli wa kiroho ili awapeleke kwa Baba ambako ameenda kuwaandalia makao ili alipo yeye na wao wawepo. Mat kitabu cha Yohana kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa tatu. Ubarikiwa sana, karibu tena kwa wasaa mwingine. Asante.